asili ilikuwa ni yashrabu. Yashrabu ni kitendo hiki cha mudhari marfuu, yashrabu hamid, yashrabu hamid. anakunywa ila kija herufi hiyo lam. Lam hii hufanya kitendo cha mudhari kiwe majzum, kwa kitendo hiki yashrabu kinapokuwa na jazm kinakuwa na sukuni mwishoni. Lam yashrab, sukuni mwishoni hapo, kisha akashuka tena chini kitendo kingine chenye sukuni mwishoni, akaandika lam tashrabe Aminatu, lam tashrabe, tashrabe. Amina hajanywa vilevile, nakuwa na sukuni mwishoni hapo, tashrabe lam tashrabe, sababu hiyo tashrabe. lam vingine, alama ya jazmi inakuwa ni hadhfu nun, kuondolewa kwa nun. Andika mfano hapo, lam yashrabu, lam yashrabu. hawa ni wanaume wengi ha Yashrabuna wanakunywa, yashrabuna. Utakapata kukanusha hawajanya, utasema lam yashrabu, lam yashrabu. Asili yake yashrabuna, inapokuja hii lam herufi ya jazm, basi ile nuni huondolewa mshononi, kwa lam yashrabu. Yashrabu ni kitendo cha mudhari ambacho ni majuzumu, na alama ya jazm yake ni kuondoshwa kwa nuni mwishoni. Kwa hiyo sio yashrabuna ya tena, ni yashrabu kisha kuna vingine ambavyo ni mabniyun ala sukuni, vyenyewe hivi havibadiliki, ndio ya mdhari ambavyo havibadiliki inapokuwa vimeungana na nunu niswa mshoni. Asema mfano hapo, yashrabna, wanawake wengi hawe hunna, yashrabna, wao wanakunywa. Lam yashrabna, hawajanywa Enda kwenye upande wa kushoto alama tu nasbi, alama ya nasb akaandika, mfano alfatha. Vitendo ambavyo vinapokuwa na nasbu vinakuwa na fatha mwishoni. Mfano, tunaenda upande wa kushoto wake, almudhariu almansub, kaandika lan yashraba. Lan yashraba, hatukunywa. Yashraba na fatha mwishoni, fatha hiyo ndio alama ya nasb hapo, lan yashraba pia kwa wanawake chini yake vinapokuwa vilevile kuondolewa nuni yake mwishoni kama vile kwenye jazm, lan yashrabu. Yashrabu ni kitendo cha mudhari, lan ni herufi ya kutia nasbu na vile ambavyo ni mabniyun ala sukuni, kama vile ilivyokuwa kwenye jazm lam yashrabina, hawajanywa. Vile vile hapa lan, lan yashrabina. Mfano pana kushoto. Hamidun yashrabu, hamid anakunywa. Hamidun yashrabu. Vilevile kwa mwanamke aminatu tashrabu, dhamma hiyo mwishoni, hiyo ndio alama ya rafu. Pia thubutu nuni, kuthibiti kwa nuni, manake nuni na kuwepo. Atulabu yashrabuna, wanafunzi wanakunywa. Atulabu yashrabuna, wanafunzi wanakunywa. Mabeniyun ala sukuni, ndio kile kilecha wanawake kwanza vitendo vya al-ghaib, mtu asiyekuwepo, nafsi ya tatu. Nashuka chini kwenye al-mukhatabu, mwenye kuzungumzishwa, kama nilivyoandika upande wa kushoto. Al-mukhatabu mwenye kuzungumzishwa, tukianzia kulekule upande wa kulia kwenye jam'i asukunu sukun, lam tashrab, lam tashrab, haujanywa, lam tashrab, lam tashrab. kutashrab ni kitendo cha mudhari a ma inakuwa na fatha, lan tashraba kama ilivyoandika al fatha tu. Mfano wake anta tashrabu, wewe unakunywa. Tashrabu ni una una kitendo cha mudhari au kuondolewa kwa nuni, lam tashrabi, asili yake ilikuwa ni tashrabina. Tashrabina unakunywa. Vilevile kwenye nasb nuni inaondolewa, hadhfu nuni kwenye nasb. Lan tashrabi, hautu kunywa Lan tashrabi hautokunywa, lan tashrab na, lan na. Kwenye rafu thubutu nuni kuthibiti kwa nuni, nuni. Anti tashrabina wewe unakunywa, anti tashrabina alqahwa tunakunywa kahawa. Kishuka chini hadhfu nuni kwenye vitendo vya wanaume wengi vilevile, tashrabuna mnakunywa, antum tashrabuna. Tapuja herufu ya jazm lam, lam tashrabu, lam amjanywa lam tashrabu hamjanywa. Nuni inaondolewa hapo kwenye jazm kwa sababu imetanguliwa na hiyo herufi lam. Vilevile kwenye nasb, lan tashrabu hamtukunywa, nuni hasa nuni. Vilevile nuni hapo imeondolewa. Kwenye rafu thubutu nuni, nuni na thibiti haiondolewi. Antum tashrabuna, ninyi mnakunywa. Antum tashrabuna, ninyi mnakunywa kitendo cha wanawake wengi ambao naozungumzisha, pia ni mabiniyun, kinabaki vilevile, hakibadiliki. Mabiniyun ala sukuni, maana mwishoni mwake kuna sukuni na kinabaki kuna sukuni mwishoni hapo ba hiyo, na kwenye rafu vile vilevile, hivyo hivyo. b ninyi mnakunywa sehemu ya mwisho chini huku, al ni almutakallimu, mwenye kuzungumza mmoja au wengi, mwanamke au mwanaume. Naam, hivi hivi, vyenye inakuwa ni majzum na mansub kwa sukun mwishoni. Mwishoni kunakuwa kuna sukun, kama alivyoandika alivyo andika, basi sukun lam ashrab, sijanywa. Na kwenye nasbu nakuwa kuna fatha kote kote, kama, mujen, kwa mmoja na kwa wengi, lan ashraba, lan ashraba. Na kwenye rafu na kuna dhamma mwishoni, kama alivyoandika, ana ashrabu, mimi nakunywa mishoni kam vile kwa kwa wingi kama nilivyoandika, asukunu lan lam nashrab hatujanywa, kuna sukuna mwishoni. Hiyo ni kwenye jazm. Ee, kwenye nasb vilevile al fathatu lan nashrab hatutukunywa, kwa kuna fatha mwishoni. Na kwenye raf la nahnu nashrabu, sisi tunakunywa. Huu ni ufupisho wa somo hili la ishirini na mbili.

dhahabu na watu waenda. Hicho kitendo hakibadiliki, kinabaki hivyo hivyo. Almudhari' almajzum, kando kushoto andika hu. Lam yadhhabi hamid hatwin, hamidun. Lam yadhhabi hamid, hajaenda. Naam, lam yadhhabi shoni, hapo kuna sukun. Naam, shoni kuna sukun. Lam yadhhabi atullabu, lam yadhhabu wanafunzi hawajaenda. Lam yadhhabu, hapo alama ya jazm ni kuondolewa kwa nuni lam yadhhabu. Amina tu lam tadhhabi, Amina hajaenda. Lam tadhhabi, hapo alama ya jazm ni hiyo sukun. Antum tadhhabuna, ninyi mnaenda. Hapo alama ya rafu ni thubutu nuni, kuwepo kwa nuni

kwa na watu wengi, antunna lan tadhhabina, hamtoenda. Lan tadhhabina, tadhhabina hakibadiliki, kinabaki hivyo hivyo. Kwenye jazm, lam tadhhabi, haujaenda. Anta lam tadhhabi, haujaenda. Lam ya jazm hapo ni sukun. Antum lam tadhhabu ni hamjaenda. Lam tadhhabu, alama ya jazm hapo ni kuondolewa kwa nuni. Anti lam tadhhabi, wewe haujaenda. Lam tadhhabi, haujaenda alama ya jazmu hapo ni hadfu nuni, kuondolewa herufi nun. Antunna lam tadhhabna, tadhhabna hakibadiliki, kinabaki hiyohiyo na sehemu ya mwisho ni almutakallim, wenye kuzungumza au akiwa wengi, panaaandah nahnu nadhhabu, sisi tunaenda. Eye ndaa wengi, lan nadhhaba, hatutuenda na fatha hapo mwishoni, hiyo ndio alama ya nasb. Na kwenye jazm, lam adhhabi sijaenda, lam adhhab sijaenda. Kwa wengi, lam nadhhabi hatujaenda, lam nadhhabi, hapo kuna sukun mwishoni, hiyo ndio alama ya jazm. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.